Yes, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu aliye hai. Ya, tunaendelea na mfululizo wa somo letu. Tuna... na muda huu tuna series ya nne na inahusu imani ya baba yetu Ibrahimu. Tutajifunza kuhusu imani ya baba Ibrahimu kama case study au kifani ambapo naamini kabisa mwishoni hapo tutajua ni kitu gani ambacho tunapaswa kukifanya ili kujenga imani dhabiti ya kiungu kwenye maisha yetu. Unajua watu wengi sana wana imani lakini, si kila imani walizonazo watu ni sahihi. Wanatakiwa kukumbuka hili na no. Watu mbalimbali wanaamini katika vitu mbalimbali wengine wanaamini katika imani za dini zao. Unajua, kuna mtu anaamini dini yake ya kwamba ni sahihi zaidi. Wengine anaweza akaamini katika Uislamu, wengine anaamini katika Ubudha, wengine wanaamini katika madhehebu yanayotokea. Wengine wanaamini tu katika, anasema mimi ni Mkristo, ndio imani yake. Wengine anasema mimi ni Mroman, wengine wana wana imani juu yao wenyewe, so they just believe in themselves. wengine They just believing on their parents. wengine wanaamini wake zao, wengine wanaamini watoto zao, wengine wanaamini biashara zao, wako watu wanaamini katika elimu zao, wako watu wanaamini katika nchi wanazotokea, ya kwamba kwenye nchi niliyoko, kwa sababu ya nchi ninayotoka, yaani anakuwa na uhakika wa kulingana na nchi aliyotoka. Lakini wengine wanaamini viongozi wao, wanaweza wakawa ni viongozi wa siasa, wanaweza wakawa ni viongozi wa nchi. Hapa nazungumzia rais wa nchi eh? anaweza akawa ni mfalme Yeah. anaweza akawa ni kiongozi wa familia anaweza akawa ni kiongozi wa, wa, wa, wa, wa kampuni au taasisi fulani. They just believe in their leaders, on their leaders. Uh, lakini hivi vyote sio imani tunazotakiwa kuwa nazo, kwa sababu tunapaswa kuwa na imani kama aliyokuwa nayo baba yetu wa imani Ibrahim. Nitakwambia kwa nini baadaye kwa sababu imani ya Ibrahim ndiyo imani, ndio msingi wa imani yetu sisi, na ndio maana Biblia inasema kwamba we are the seed of Abraham. Kwa sababu gani? Kwa sababu imani aliyokuwa nayo Ibrahim ndiyo imani ambayo hata na sisi kama mbegu au uzao wa Ibrahimu tunapaswa kuwa nayo. Utanielewa baadaye na nitakuelezea zaidi ni kwa nini, kwa sababu Ibrahimu alikuwa na imani ambayo kim, ki, ki, ki, kimsingi au msingi wake ulikuwa umebebwa katika vitu kadhaa kadhaa ambavyo nitavitaja mbele, ambavyo kila Mkristo anapaswa kuwa navyo, kwa sababu kama imani zetu hazitajengwa katika huo msingi wa imani ya Ibrahimu ilipojengwa, ni ngumu sana sisi kuwa na imani yenye matokeo. Na kama tutaendelea kuamini tu vitu vyetu, tukaendelea kutumainia akili zetu, tukaamini wazazi tukategemea mali tulizokuwa nazo n yaani, tukaamini watu wanaotuzunguka kwamba wanaweza wakafanya, au kutokana na wao tunaweza tukafika na kupiga hatua sehemu, then tutakuwa tupo katika direction isiyo sawasawa. Imani ya Ibrahimu ilikuwa ni imani ya namna gani? Tunaposema imani ya Ibrahimu au tunaposema tuwe na imani kama ya Ibrahim haimaanishi kuwa tuwe na imani inayofanana kabisa na Ibrahimu. Hapana, lakini tunapaswa kuwa na imani inayofanana na Ibrahimu, maana imani ya Ibrahimu haikuwa ya kawaida. Maisha ya Ibrahimu yalikuwa ni maisha ya udhihirisho wa imani ya kweli. Ukitazama jinsi ambavyo Ibrahimu ameishi, maisha yake yote yalikuwa yanathibitisha udhihirisho wa imani ya kweli, the manifestation of the true faith. Sasa wewe jaribu kufikiria a uh, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza na kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 mstari wa 8 pale, utagundua kwa nini nakwambia imani ya Ibrahimu alikuwa sio imani ya kawaida. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Tuishie hapo kwenye Ibrahimu anatoka. Fikiria kwamba mtu anapewa agizo na Mungu aende katika nchi ambayo haijui, aende katika sehemu ambayo haijui. Guess what happened? Yeye ni mtoto katika familia, ana baba, ana ndugu wengine, ana watu wanaomtazama katika familia kama mtoto mkubwa wa kiume. Anaondoka nyumbani alafu baba anamuuliza, unakwenda wapi? Anasema kwamba ninakwenda mahali nisikokujua. Kwa nini unakwenda mahali usikokijua? Kuna sauti ya Mungu nimeisikia, imeniambia nitoke. Yaani katika hali ya kawaida au kibinadamu, mtu anaweza akakuona kana kwamba yua insane, umechanganyikiwa. Lakini jamaa alitoka kwa imani, hakutazama mazingira, hakutazama familia yake anavyoiacha, utajiri wa nyumbani, heshima aliyokuwa nayo nyumbani, lakini he hold of the word of God akashikilia ile sauti, lile neno la Mungu lilomwambia toka uende mpaka nchi nitakayokuelekeza kwenda. So anatoka hajui ni nchi gani ambayo anakwenda, lakini he trust kwamba Mungu amesema nitoke, I have to obey. Akatoka mbali na kwamba hajui anapokwenda. That's number one thing ambacho kilikuwa ni very fascinating katika imani ya Ibrahimu ambacho Wakristo wengi sana tunapaswa pia kuwa nacho, kwa sababu imani kama jinsi nilivyokuambia kule nyuma, haitii shaka. The guy hakutia shaka na wala hakuwa na swali katika hili, aliamua kuobei kwanza sauti ya Mungu ya kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka ujue jambo hili, Ibrahimu hakuamka tu kutoka kwenye usingizi akaamua kutoka nyumbani kwao. Hapana, haya yalikuwa ni maelekezo kamili, lilikuwa ni neno la Mungu linalomfanya atoke. Bwana Yesu asifiwe. Aliamua kutoka kwa sababu ni neno la Mungu lilimsukuma kutoka. Alilisikia neno la Mungu, ndilo lililomfanya li, li, amue kutoka. Nimekwambia kule imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Maana yake neno la Kristo lilipoingia kwenye masikio ya Ibrahim likajenga imani ya kutoka. Kwa hiyo hakutoka tu kwa sababu ameamua kutoka, bali ni neno la Kristo lililoingia ndani yake likajenga ndani yake imani ya kutoka maamuzi ya kutoka au maamuzi ya kutii sauti iliyomwambia atoke. Manake baada ya Mungu kusema naye, hatua iliyokuwa inafuata ni hatua ya kimaamuzi, kwa sababu nimeisikia sauti na nimeiamini. Lakini siwezi tu nikaamini nikaacha nisipo act, maanake imani yangu kuna namna itakuwa haijazaa matunda. Jamaa akaamua kupiga hatua ya imani kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwanza alisikia sauti ya Mungu, lakini pili akaamua kuwa na maamuzi ya kuifuata sauti ya Mungu. Hilo ndio jambo ambalo lilimfanya Ibrahimu kuwa mtu wa tofauti sana katika imani yake, na ni jambo ambalo kimsingi, kama Wakristo, tunapaswa kuwa nalo, kwa sababu kama tusipojenga imani zetu katika neno la Kristo na kuna utiwa neno la Kristo, ni ngumu sana kuyaona matokeo katika maisha yetu. Na nataka nikufundishe kuhusu msingi wa imani ya Ibrahim kwamba imani ya Ibrahimu ilikuwa imejengwa katika msingi gani? Je, ni jambo gani lililokuwa linamshikilia Ibrahimu kuendelea kuamini? Vitu gani vilivyokuwa vinamfanya Ibrahimu kuendelea kuamini? Ni kwa nini mpaka leo tunamwita Ibrahimu ni baba wa imani? Nini kilikuwa msingi wa imani ya Ibrahimu? Kwa sababu nimekwambia, lazima imani iwe na msingi, kwa sababu pasipokuwa na msingi wa imani huwezi ukaendelea kuamini. Kila mtu anayeamini kuna msingi ambao tayari umejengwa wa yeye kuendelea kuamini ambacho anakiamini. Kwa amba hiyo, kuna vitu ambavyo Ibrahimu kama baba wa imani alikuwa akiviamini, na ninataka nikuoneshe vitu hivyo vitatusaidia pia nini kilikuwa msingi wa imani ya Ibrahim au nini ulikuwa msingi wa imani ya Ibrahim. Jambo la kwanza, Ibrahimu alikuwa na imani katika Mungu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 mstari wa kwanza, nimekusomea pale Biblia anasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Kitendo cha Ibrahimu kuisikia sauti ya Mungu na kutii sauti ya Mungu kulikuwa kunaonyesha imani ya Ibrahimu kwa Mungu wake. Kitendo cha Ibrahimu kuisikia sauti ya Mungu na kutii sauti ya Mungu na kutoka nyumbani kwake au nyumbani kwao, kulikuwa kunaonyesha imani ya Ibrahim kwa Mungu wake. Kama asingekuwa na imani kwa Mungu, isingekuwa rahisi Ibrahim kutoka. Maana yake kwanza, yeye amezaliwa katika familia ambayo ilikuwa inaabudu abudu miungu, lakini anakuja kuisikia sauti ya Mungu. Biblia inasema kwamba anaamua kutoka anaamua kutoka, hakujali chochote, hakujali mazingira anasema nini. Hakuangalia wazazi wake watamwambia nini, hakuangalia ndugu zake wangemsemaje, but because he trusted in, in his God. Aliamua kuendelea kupiga hatua kuisikiliza ile sauti iliyosema naye, kwa sababu alikuwa akimwamini Mungu, alikuwa ana imani na Mungu wake alijua kwamba nikitoka mahali hapa sitatoka bure, kwa sababu ninajua huyu Mungu ambaye ananitoa mahali hapa hata niacha, kwa sababu yeye amesema, analo jambo zuri ambalo analiwaza juu ya maisha yangu, analo makusudi mazuri makamilifu ambayo anayo juu ya maisha yangu. Biblia inasema kwamba kwa maana najua mawazo ninayomwazia mwanadamu ni mawazo ya amani, wala sio mabaya, kumpa mwanadamu tumaini siku zake za mwisho. Maana sisi kama wanadamu Tunapogundua kwamba Mungu amesema na sisi kwa namna hii, je, ndani yetu kunajengeka nini? Ikiwa tuna imani na Mungu tuliyekuwa naye, hatutakuwa na wasiwasi na mashaka juu ya kesho yetu, kwa sababu tuna uhakika na Mungu wetu. Mungu aliyesema ni Mungu ambaye ana uwezo wa kutekeleza. Kwa hiyo kama tunaye Mungu ndani yetu, tuna uhakika ya kwamba safari ya maisha yetu iko, iko na uhakika. Tunapotakiwa kwenda, tutafika, kwa sababu yeye mwenyewe ni Mungu ambaye anatuhakikishia ya kwamba tutafika mahali amesema tutafika, na ndio maana anasema ya kwamba, na malaika atatangulia mbele zako atakaye kupeleka mpaka katika sehemu niliyokuandalia. Kwa hiyo kama tunamjua Mungu wetu tuliye naye, yeye ambaye waga anautangaza mwisho kabla ya mwanzo, na tukawa na imani na Mungu wetu, basi tunakuwa na uhakika na kule ambako tunakwenda. Ibrahimu alikuwa na uhakika na anapokwenda hata kama hapajui, kwa sababu alikuwa anamjua Mungu aliyekuwa naye. Si Mungu asiye na uelekeo, ni Mungu ambaye akikutoa uelekeo mmoja anakupeleka uelekeo mwingine ni uelekeo wa uhakika kwa, alijua nikitoka nyumbani mahali ninapokwenda ni mahali salama zaidi ya jinsi nilipo, mahali ninapokwenda ni mahali pazuri zaidi ya jinsi nilipo. So it is, it needs faith, it needs the level of faith to trust God, kwamba mahali nilipo sasa na mahali mungu amesema atanipeleka ni pakubwa zaidi. So I have to trust God kulingana na kule mahali ambapo anataka kunipeleka. So imani yake katika Mungu ilimfanya Ibrahimu aendelee kuamini na kuamini na kuamini katika yale ambayo Mungu alimwambia. Kwa hiyo tunaweza tukajichunguza sisi tukaangalia, je, kwa kiwango gani tuna imani katika Mungu? Ni kwa kiwango gani tuna imani na Mungu tuliyekuwa naye? Kwa sababu msingi wa imani yetu unapaswa kujengwa katika imani ya Mungu au katika kumwamini Mungu wetu kwa hiyo tujievaluate na tuangalie, je, ni kwa kiwango gani tunamwamini Mungu dhidi ya yale ambayo anasema na sisi. Jambo la pili ambalo lilikuwa ni msingi wa imani ya Ibrahim, imani ya Ibrahim ilikuwa imejengwa katika nguvu za Mungu. Imani ya Ibrahim ilikuwa imejengwa katika nguvu za Mungu. Tazama vizuri kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 14, Biblia inasema hivi Anasema, kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana? Kwa muula wake, nitarudi wakati kama huu mwakani, na Sala atapata mwana wa kiume. Hey, hey. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo gani gumu la kumshinda Bwana? Hawa ni malaika walikuwa wakimwambia Ibrahim dhidi ya ile ahadi ambayo Mungu alikuwa amemwambia Ibrahimu anapata ahadi ya Mungu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Mungu anamwahidia Ibrahim, nitakufanya kuwa uzao, nitakufanya kuwa baba wa mataifa mengi. Lakini by that time Ibrahim amezeka, Sara pia ni mzee. Lakini sio tu mbali na uzee, lakini bado still Sara amekoma katika kawaida ya wanawake. Mungu anamwambia kwamba kuna jambo gani gumu nisiloliweza? Mwakani muda kama huu, Sara atakuwa na mtoto. Ibrahim aliendelea kumwamini Mungu kwa sababu alitambua na kufahamu nguvu za Mungu zisivyo za kawaida, nguvu za Mungu zenye uwezo wa kuyafanya mambo yasiyo ya kawaida. Kwa hiyo kama Mungu amesema na kama Mungu ameamua kunena jambo hili, nina uhakika nguvu zake zina uwezo wa kulitimiliza jambo hili. So he trusted ya kwamba haipo katika nguvu za Ibrahim Ibrahim kuwa na mtoto haipo katika jitihada za Sara Ibrahim kuwa na mtoto, haipo katika jitihada za mwanadamu yoyote, Ibrahim kuwa na mtoto au kuwa baba wa mataifa mengi, kwa sababu aliyesema ana nguvu za kukifanya kilichosemekana au alichokisema kitimie. Aliyesema ana nguvu ya kulitekeleza alilolisema litokee. Aliyetamka ana nguvu ya kulipush lililotamka litokee. Kwa hiyo, mimi jambo ninalotakiwa kulifanya ni kuendelea kuamini katika nguvu zake zenye uwezo wa kulifanya alilolisema litokee. Kwa hiyo alikuwa ana uhakika wa ndani na nguvu za Mungu kwamba nguvu za Mungu zina uwezo wa kufanya yote aliyoyasema, na ndivyo jinsi ambavyo hata sisi tunatakiwa kuendelea kuamini katika nguvu za Mungu. Sasa bad information ni kwamba hauwezi ukaamini katika nguvu za Mungu usizozijua na ndio maana Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Zaburi, mtakeni Bwana na nguvu zake utafuteni uso wake siku zote. Maanake kama hauzitaki nguvu za Bwana, ni ngumu kuziamini nguvu za Bwana. Na ndio maana most of the people nowadays in our Christian life hawaamini katika matendo makubwa ya Mungu ambayo anaweza akawafanyia watu. Na ndio maana watu wakiona watu wengine wamefunguliwa na magonjwa, wameponywa wamefunguliwa walikuwa wanapita katika changamoto fulani, mtu ameponywa ukimwi, alikuwa ni kilema, anatembea, they begins to speak that uh, kwamba hiki sio kitu kinachotokana na Mungu, huu ni uchawi, sijui ni vitu gani vinatokea. So they don't trust the power, they don't believe on the power of God. So wanapoona miujiza inatokea makanisani they keep on thinking kwamba ni shetani ametenda, so they exalt the devil more than the power of God kwa sababu gani? they dont understand the power of God. They are not aware of the power of God. Kwa hiyo kwa sababu ya kutokuwa na elimu juu ya nguvu za Mungu they don't have that experience of the power, they dont know how God works. Oh my God, wiste ya people, so wana feli kutrust nguvu zake, na ndio maana tuna watu wengi ambao wanamwamini Mungu but they dont trust the power of God. Ukimuuliza wewe wa unamwamini Mungu anasema yes, I trust God but I dont believe On the power of God kwa sababu they trust, nowadays Mungu hatendi tena, Mungu afanyi mambo makubwa aliyokuwa akiyafanya zamani. Kwa nini? They fall short of the understanding of the power. So ili kusudi tuzielewe nguvu za Mungu na tuziamini nguvu za Mungu ni lazima tujifunze, tuzitafute hizo nguvu za Mungu. Daudi alikuwa si mjinga kusema mtakeni Bwana na nguvu zake. Haitoshi kumwelewa Mungu. Unatakiwa kuzielewa na nguvu zake ili uziamini nguvu zake, ili Mungu atakapotenda ujue kabisa kwamba hili ni Mungu ametenda, so you can exalt God kwa sababu una uhakika nguvu zake ndizo zilizofanya na wala si akili yako. Hakuna mtu ambaye angeweza kufikiria kwamba mtu ambaye amekoma katika desturi ya wanawake akapata mtoto kama Sara, lakini Ibrahim akasema ya kwamba kwa sababu Mungu amesema, nitaendelea kuamini, nitaendelea kushikiria lilolisema kwa sababu nguvu zake zina uwezo wa kuyatenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kumwamini Mungu, ni kutie moyo. Inawezekana Mungu amesema na wewe kwa mambo makubwa sana. Trust his power, ziko nguvu za Mungu ambazo zina uwezo wa kukufanya kuwa yule Mungu ambaye amesema, ziko nguvu za Mungu ambazo zina uwezo wa kulifanya lile Mungu amelisema kwenye maisha yako likatokea. By the way, hakuna yoyote ambaye ana uwezo wa kubadilisha kile Mungu amesema. Nguvu za Mungu zina uwezo wa kutimiliza yale ambayo Mungu amesema atayatenda kwenye maisha yako. Get to know his power, get to trust his power. Utaona mkono wake jinsi ambavyo unakotokea katika maisha yako, utaona jinsi ambavyo Mungu anafungua njia ambazo zilikuwa zimefunga, utaona Mungu ambavyo anakuwezesha katika namna ambayo haukufikiria. Kwa nini? Kwa sababu zipo nguvu ambazo zinatenda kazi na wale watu wa Mungu. Biblia inasema kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao. So if you love God, you will get to know his power, you will get to know even his, you will get to love even his power. Kwa kama utapenda nguvu zake you will see His power kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu ambalo Ibrahimu alikuwa nalo, alikuwa na imani katika ahadi za Mungu. This is very fantastic, this is very powerful and this is very key biblia inasema kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa sita angalia ahadi ambayo mungu anampa ibrahimu nimekwambia hapo biblia inasema kwamba baada ya mambo hayo neno la bwana likamjia abrahamu katika njozi likinena usiogope abrahamu mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana abrahamu akasema e bwana mungu utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto na atakaye nimiliki mimi ni nyumba atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu muelezeri uh, Mdameski. Abrahamu akasema, tazama hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye urithi wangu. Naalo neno la Bwana likamjia alikinena huyu haku, hata kurithi bali na bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi Akamleta nje akataza, akamwambia tazama mbingu kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako, ukiweza. Lakini pia ukienda kuangalia Mwanzo 17 17 mpaka 19 Mungu anaendelea ku, ku, kupigia muhuri ahadi ya yake. Ndipo Abrahamu akaanguka kifudifudi, akacheka akasema moyoni, "Je, mtu wa umri wa miaka mia kwake atazaliwa mtoto naye Sara mwenye umri wa miaka tisini atazaa?" Ibrahimu akamwambia, akamwambia Mungu, lau kwamba mwishmaeli angeishi mbele yangu. Mungu akasema sivyo, lakini sala mkeo atakuzalia mwana wa kiume na utamwita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake kwa kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikukumbushe kitu kimoja, ukumbuke kwamba ahadi ya Mungu inakuja kwa Ibrahimu akiwa na umri wa miaka 75. Sala mkeo na miaka it takes 25 years kwa Ibrahimu kusubiria ahadi ya Isaka mpaka Isaka anakuja kupatikana. Ni interview ya miaka 25. Sikiliza nikwambie, ahadi za Mungu zina nguvu sana katika kukufanya kuendelea kuamini. Huyu jamaa alikuwa na ahadi ya Mungu. Mungu amemwahidi ya kwamba atatimiza kwamba si Ishmaeli wala si Eliezeri Mdameski atakaye rithi vya nyumbani kwake, bali mtoto atakayetoka katika viuno vyake. Nataka nikukumbushe Biblia nasema katika Zaburi ya 138 mstari wa pili kwamba Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Kwa hiyo Mungu anaheshimu ahadi yake sana kuliko hata jina lake. Kwa hiyo chochote kile ambacho Mungu amekisema amekiahidi kwenye maisha yako uwe na uhakika ya kwamba kitatimia. Kwa hiyo msingi wa Ibrahimu ulikuwa katika ahadi za Mungu. Kwa hiyo kama hauna ahadi yoyote ambayo Mungu amewahi kukwambia, my brother, it is difficult for you to have faith in God. Kwa sababu kama haujui ahadi ya Mungu juu yako, ni ngumu kuendelea kuamini. Kwa sababu unahitaji kulijua neno la Kristo ambalo ndio ahadi yake kwenye maisha yetu ili kusudi uwe na uvumilivu wa kuendelea kuamini. Kwa sababu ahadi ya Mungu inatimia. Haijalishi ya wakati, haijalishi ya mazingira because Mungu amesema it's going to happen. Haiendani na mazingira, haikabiliwi na mazingira, haizuiliwi na mazingira ya nje, lakini kile Mungu amekisema kwa sababu ameahidi, ni lazima kitatokea. So Ibrahimu alikuwa na uhakika ya kwamba kwa namna yoyote ile, ili jambo ni lazima litatokea. Mungu atanipatia mtoto na atanifanya kuwa baba wa mataifa mengi. Bwana Yesu asifiwe sana, na guess what Mwishoni kabisa Ibrahimu anakuja kuona matokeo, baada ya miaka 25 kupita, Ibrahimu anakuja kupata mtoto kupitia uh, tumbo la Sara. Kwa nini? The guy alikuwa akiamini sana katika ahadi za Mungu. Wakristo, sijui tumekuwa tunaamini nini. Misingi ya imani yetu haijajengwa katika ahadi za Mungu, hatulijui neno la Kristo vya kutosha, and then we, we guess like we are trying to, to, to have faith in God tunajaribu kufikiri kwamba tunaamini katika Mungu, lakini hapana, kwa sababu lazima uzijue im, ahadi za Mungu ili umwamini Mungu. Lazima uzijue ahadi za Mungu ili uziamini. Kuna ahadi za Mungu za jenelo, lakini kuna ahadi za Mungu za kibinafsi. Kuna mambo ya binafsi ambayo Mungu anatakiwa kusema na wewe, kama hauna tabia ya kuzisachi na kuzitafuta, you will never get them kwa sababu unahitaji kuzijua hizo ahadi za Mungu juu yako ili uziamini zitokee. Kwa hiyo mambo mengi hayatokei kwetu, kwa sababu hatuna maarifa au hatujui ahadi za Mungu juu ya maisha yetu. Kama tutafika wakati tukazitambua ahadi za Mungu juu ya maisha yetu na tukaziamini hizo ahadi za Mungu, tuwe na uhakika ya kwamba Mungu ni lazima atatimiza hizo ahadi juu ya maisha yetu, kwa sababu amesema neno lake ni kweli, na ndo maana anasema kwamba ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Hicho ni kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 13: ninaliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa hiyo tafuta ahadi za Mungu kwenye neno lake, soma neno la Mungu, tafuta ahadi za Mungu za kibinafsi, mahali ambapo Mungu amesema na wewe kibinafsi kwamba atafanya hili, atafanya lile. Zishikilie, ziamini hizo na, at the end utauona mkono wa Mungu kwenye maisha yako namna ambavyo Mungu anakwenda kukutokea na kukuonekania katika kwa nguvu sana na kukuvusha katika namna ambayo sio ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumegundua kwamba msingi wa Ibrahimu aa, msingi wa imani ya Ibrahimu ulikuwa umejengwa kwanza katika Mungu, mbili katika nguvu za Mungu, tatu katika ahadi za Mungu. Hivi ni vitu vitatu vya msingi sana kama Mkristo unatakiwa kuwa navyo katika imani yako. Imani katika Mungu, ni lazima uwe na imani katika Mungu, hilo ni namba moja. Lazima uwe na imani katika nguvu za Mungu, hilo ni namba mbili, lakini namba tatu, lazima uwe na imani katika ahadi za Mungu. It is in you to read the word of God, it is in you to search the promises of God in the Bible ili kusudi uendelee kumwamini Mungu dhidi ya yale ambayo amesema na wewe, na kwa kufanya hivyo utaijenga imani yako thabiti mbele za Mungu. Utakuwa na imani thabiti mbele za Mungu kama jinsi ambavyo alikuwa nayo baba yetu wa imani Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa kuwa na wakati mzuri wa kusikiliza neno. Next time tutakuwa na wakati mzuri wa kujifunza mambo ambayo fungue imani inaweza kuyafanya kwao, tutaenda kuviangalia vitu gani ambavyo tukiwa na imani, imani inaweza kuvifanya kwenye maisha yetu, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Hadi wakati mwingine, barikiwa.